Rais wa Marekani amesema hivi: kama Nigeria itaendelea kuruhusu mauaji ya Wakristo wa, wa Marekani watasitisha misaada na wataivamia nchi ya Nigeria ili kwenda kuwaangamiza hicho kikundi cha Kiislamu kinachotekeleza mauaji ya kutisha. Marekani inataka kuivamia Nigeria, sababu kuu, kwenda kupigania au kuwatetea Wakristu wanaouawa wa. na magaidi wa Kiislamu, islamic terrorists, hiyo sentensi imetumika kabisa na Bwana Trump. Mimi ni nani? mimi ni mwandika skripti. Kila jambo unaloliona, kila tukio unaloliona lina muswada wake nyuma yake kabla ya utekelezaji. Ndivyo mambo huwa yanavyotendeka. Mauaji ya Tanzania yalikuwa na skripti, skripti script yake ilikuwa inasemaje? Damu lazima imwagike Tanzania. Damu inamwagikaje? Hubiri chuki. Watu wamelipwa kuhubiri chuki mwezi mzima wa, wakati wa campaign. Mnawajua huko mitandaoni watu ambao walikuwa wanahubiri chuki. Nafikiri kilichotokea sio impact za, ya yale mahubiri. Mimi ni script writer, kwa hiyo huwa naangalia tukio lililotendeka, script ilikuwa inasemaje? Script ilihitaji damu na damu imepatikana. Sasa twende kwenye script ya Nigeria. Mimi nitakupa script. alafu changanya na hayo maneno ya kisiasa ambayo umeyasikia kwenye vyombo vya habari viwe vya Marekani, viwe vya huko Nigeria, viwe vya Tanzania. Script hii hapa: kwanza kabisa, huku duniani kuna mataifa au niseme kikundi cha watu kinaamini hii dunia ni mali yake yote, kwa hiyo wana uwezo wa kufanya maamuzi pasipo kuulizwa na mtu yoyote yaani mfano mzuri ni kama vile Rais Samia anaweza akaamuru jambo lolote ndani ya nchi ya Tanzania pasipo kuulizwa na mtu yoyote. Anaweza akamsainisha mtu mradi wowote, kipande chochote cha mtu cha kipande chochote cha shamba, yeye kaamua. No question. Katiba inamruhusu. Sasa ukitoka kwa mama Samia ukipanda juu, kuna watu na wamejimilikisha hii dunia ni ya kwao. Sasa hao watu ndio wamemtuma Trump kuongea alichokiongea, mauaji wa ya wakristo yanafanyika sehemu nyingi sana. Kwanza, hichi kikundi cha watu ambacho kinaitawala hii dunia kinaitawalaje? Nimeshakufundisha kufundisha huko nyuma, huwezi kutawala kundi kubwa la watu pasi na kuligawa hilo kundi kwenye vikundi vidogo vidogo, na kila kikundi unamweka kiongozi na kumpa maelekezo yako wewe kama mkuu wa kikundi. kwa hiyo iki kikundi kidogo cha walimwengu, napenda kutumia hilo neno, kinacholitawala kinachotawala hii dunia yetu kimetugawa kwenye makundi madogo madogo ya kidini na ya kisiasa. Haya ndio makundi mawili ambayo tumegawanywa na walimwengu, ili kurahisisha mambo yao katika kutawala. Sehemu ambapo hivi vitu viwili, dini na siasa, havijaingia, walimwengu wamedunda. Natoaga mfano mwepesi tu China. Sio kwamba China hamna dini, ila ukipeleka mswada wa dini yako ndani ya China, serikali ya China ikisha usoma, viongozi wa hiyo dini yako watachaguliwa na serikali ya China, sio wewe uwatraini viongozi wako. Sijui mchungaji wa kanisa la free, free free church wa Masanja ametoka kusoma Marekani. Hizo mnazipataga sana hizo ama kanisa ama makampuni. Mnajuaga wachungaji wetu wengi wanakwendaga kusoma Marekani. viongozi wetu wa kiislamu mnajua wanapataga wapi elimu, mnajua wenyewe. Viongozi wetu wa kisiasa, mara usikie Tundulis ameenda Ubelgiji, na yeye mwenyewe alishasemaga siasa za kimataifa, ukiitwa lazima uende. Niliwachezeaga hiyo sentensi yake. Kwahiyo huwa hawa watu wanakwenda kwa mamasta wao kupokea oda ya namna ya ku kuvisimamia hivyo vikundi vyao lakini kwa China muswada wowote wa idea yoyote unaotaka kuuingiza kwao, unaopitisha CCP alafu CCP ndo inauchakatua. Kama una faida kwao, basi utafundishwa katika misingi yao. Skripti ya Nigeria nataka ni kudadavulie. Kwa hiyo kama Nigeria tumeshaigawagawa vipande, kwa hiyo hakuna siku itaweza kuwa na kauli moja kwa maendeleo yake, zero hamwezi kuwa watu milioni mia mbili sehemu, mkashindwa kutengeneza common market ya kuwafaidisha nyie, mpaka mtu atoke nchi awap awape msaada hivi. like, really? wanafikiri ubabe wa China ulitengenezwa katika misingi ipi? Walijitambua wao ni wengi na wingi ni silaha, wakatengeneza misingi ya kuwafaidisha wao, period. Mkisha kubali kukatwa katwa vipande vipande, kutenganishwa tenganishwa, huyu chauma chadema huyu Anglikana huyu sijui free huyu Mwamposa huyu Mwacha huyu Gwajima, imeisha hiyo. Nie ni sifuri, hamwezi kuamua jambo lolote kwa faida yenu kama yenu. Kila mtu anataka maamuzi yatakayomfaidisha yeye na kikundi chake, na atakuwa ana kibaka hicho kikundi chake kupinga hoja yoyote ambayo itakuwa haimfaidishi yeye. Kwa hiyo Nigeria kama koloni letu tumesha igawagawa vipande, haiwezi kuendelea. Kwa hiyo inaendeshwa kimisaada, very good. Sasa ni sikuchoshe sana, sababu ya Marekani kutaka kuivamia Nigeria, kabla ya Nigeria, Marekani yuko kwenye confrontation konf na nani? Na Venezuela. Angalia hayo mataifa ni mataifa ya mafuta yote, alafu angalia hali ya Marekani. Marekani yuko desperate katika hali yake kiuchumi na katika hali yake ya kiushawishi katika uso wa dunia. Marekani amepoteza heshima sana kama taifa kubwa duniani. Trump anatumia hilo neno kabisa. Kwa hiyo Amerika wako desperate, wanajaribu kupambania heshima yao, kwa hiyo wanatafuta wanyonge wao. Ukiangalia Nigeria, biashara ya Nigeria na China iko juu sana, wa China wanavuna pesa kibao pale Nigeria kwa kuuza bidhaa zao, kama, kama Tanzania tu. Biashara ambayo Nigeria anafanya na Marekani ni ipi? Marekani ananunua mafuta ya Mar ya nigeria. Nigeria mafuta yake anayeuza Marekani, lakini Marekani yuko lakini Nigeria ana mpango wa kudiversify mauzo yake ya mafuta kwamba hataki kumtegemea Marekani tu. Hapana, anataka atafute soko lingine. Twende Venezuela. Venezuela ndo kabisa hanaga biashara na Marekani. Marekani anataka kuivamia Venezuela. Kwa nini? Anasema wanauza madawa ya kulevya kwake. Ina make sense? Wamarekani wenyewe wanasema asilimia kubwa ya madawa yao huwa yanatoka Mexico, sio Venezuela. Sio mimi bali ni media za Marekani zinaniambia hivyo. Sijui majina ya hayo madawa, ajui wenyewe wanajua, lakini wanasema kiasi kikubwa cha hayo madawa kinatoka hapo Mexico na sio Venezuela. Kwa hiyo kuivamia Venezuela, Wamerika wanataka mafuta yale. Achana na hayo kina demokrasi na nini, straight to the point. Americans want Venezuela oil control. ni kitu gani wamarekani wanakitaka Nigeria. Oil control. Wewe, unataka kudiversify mauzo yako ya mafuta, unataka kwenda wapi? Mafuta yako ni mali yetu sisi, unataka kwenda wapi? Hayo mawazo ya kudiversify unayapata wapi? Sasa Marekani anaingiaje? Kila kitu na script. Ananifuatilia channel yangu, nishawambia vikundi vyote vya kigaidi vyote vilianzishwa vinapewa fedha na serikali ya Marekani. Sio mimi nasema, ni wanasiasa wa Marekani hizo sentensi wamezitunga wao. Unajua, Marekani ni kama jumba kubwa zuri ambalo linabomolewa kwa hiyo, ndani ya hilo jumba kuna vitu vingi sana. Kumbuka ile jumba ni la tajiri, kwa hiyo kuna makorokoro mengi sana. Kwa hiyo bado tutajua siri nyingi sana za Marekani. Hivi vikundi vya kigaidi ambavyo vina operate ndani ya Nigeria vinapata wapi pesa? Tanzania, ugaidi umeshapiga hodi katika nchi yetu kipindi cha Magufuli, mnakumbuka. Nishawaambia mimi si mtu wa kijiweni pale kijiweni kuna marafiki zangu walikwenda kufanya kazi Kibiti. Unajua sisi jobless, ni wepesi sana kufa, kwa sababu ukiwa na njaa unachukuliwa, unaenda popote, si una njaa, huna ujanja. Sasa wale jamaa stori walizoniletea ni kwamba wale jamaa wa Kibiti, natoa mfano hai lile tukio, kama sio Mungu kutujalia rais ambaye alikuwa na maono ya kizalendo, Bwana Magufuli, ungekuta sasa hivi hii nchi yetu tuna wanajeshi wa Marekani wanalipwa pesa kutoka katika bajeti ya nchi. Maana ukishakuwa na kikundi cha kigaidi unaingia mkataba wa ki, wa kibajeti ya nchi yako, yaani kila ukikaa kwenye bajeti yako, wa Amerika wanataka asilimia fulani ili kukulinda, hamuandikishani hela fulani. Aha, kama bajeti yako inaongezeka basi na wao ile asilimia yao iwe inaongezeka. Ndio mikataba Amerika anaingiaga na watu ambao ameshawatia katika mifuko yake. Kama sio Magufuli, ungekuta tuko katika hiyo system, tuna American troops in Tanzania. Unakumbuka kuna serikali zilizopita ambazo kila Amerika anachokisema wanaona ni kiko sahihi. Walichoniambia rafiki zangu, wale jamaa walikuwa na pesa Swali so, la kujiuliza hivi mimi ni kiasi leo hii nikaanzisha jeshi langu la kupambana na serikali, pesa anapata wapi? wa silaha anapata wapi? wa tuache unafiki. Ugaidi ni biashara za walimwengu. Ugaidi sio kitu cha kutoka huko. Hebu angalia hii ramani ya network ya magaidi ndani ya Afrika, miona hiyo eh? Sasa angalia hapa nyuma ya shamba letu linaloitwa Tanzania, kuna ISIS iko Mozambique, Msumbiji hapo. Unafikiri kuingia Tanzania si kitu kidogo tu, kesho na shu, kesho, kesho kutoka ukasikia kuna branch ya ISIS, Tanzania. wanapita wapi? wanapita misikitini, anaona wana pesa zinaingia ujenga msikiti hapo sijui nini, nini. Kumbe iko main script. Inatakiwa itekelezwe, wana pesa za laana. hivi vikundi vya kigaidi wanapataga wapi? wakisha kuwa na pesa, silaha wanazinunua kutoka serikalini Within your government, these terrorist groups they get the weapons from the government. Au kama mfano sasa hivi bandari yetu tumesha milikisha mtu, kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuangalia hela, so hujali anapitisha nini pale bandarini, maanake hivi vikundi sasa vinaweza vikaingiza silaha nzito. You know, bro, pesa ni kitu hatari kama serikali haiko timamu kulinda raia wake vizuri So turudi kwenye skripti ambayo ina ran kwa Nigeria, skripti ambayo Trump anaizungusha pale. Trump anayataka yale mafuta ayakontro yote, kwa faida ya walimwengu, labda watu wake wa Ulaya na kiyeye. Western power is collapsing with uncontrolled speed. power ya ushawishi ya magharibi inapotea kwa kasi ajabu. Kwa hiyo watatengeneza false flag nyingi sana, kuwatafuta wanyonge wao wenye rasilimali hizi kwenda ili kwenda kuzipora au kuzitawala zile rasilimali. Wa Nigeria wana sifa gani duniani? Wasomi eh? Unajua bwana mtu msomi. Mimi nasemaga msomi ni mtu ana gani? Mpumbavu. Yuko programmed kuitumikia jamii fulani. Si nimetoka huko. Sijuzi tu baada ya kwanza kujua scripti za hizi elimu tunazopewa kwa shuleni. Unasoma mpaka darasa la kumi na mbili. Hujui thamani ya ardhi yako uliozaliwa. Elimu gani hiyo unanipa wewe serikali? Unafikiri mtu kama mimi kutumiwa na kina ICC si, si, si fasta tu kwa sababu nina njaa. Kwa hiyo kwa sababu Marekani Nigeria, ni nchi ya wasomi wapumbavu wengi, wamegawanywa gawanywa vipande katika misingi ya dini democracy. Ukirusha kiberiti tu cha chuki pale unawamaliza wote. This is wake up to Tanzania. Wake up call to Tanzania. Ni somo gani tunajifunza hapa wa Tanzania? Ndugu zangu, ngoja niwape historia yangu kidogo ya imani yangu ya dini ya sasa. Kwa sababu inabadilika badilika sana. Ndio maana watu wengine wanaambia njoo bana, kwenye uislamu bana, wewe ukristo haukufai kabisa. Mimi elimu yangu ya msingi ya kumjua Mungu nimepewa na Wakatoliki, sawa eh? Naenda kanisani kwa Wakatoliki na shuleni pia, shule ndio soma ya msingi shule ya msingi Wereni pale. Kipindi nasoma kuna siku ya dini ilikuwa kitu kama walihamisi. Asilimia tisini na tisa niseme wote tulikuwa ni Wakatoliki kwao, mtaingia darasa moja, mtasali tasubii hivyo yu. hakuna mahubiri ya chuki hata kidogo, kwa wote mtakuwa mnaprogramiwa mna kumpenda sijui Yesu na Maria, mnajua hizo. Nikatoka hapo nikaenda sekondari. Sekondari kidogo kuna mchanganyiko, kuna Waislamu kidogo, kwa sababu watu wametoka sehemu mbalimbali. Kuna Wakatoliki, kuna walokole, kwa hiyo pale sasa unaanza kupata imani tofauti ila iko ndani ya Ukristo. Kumbuka, elimu ya kwanza ya Ukristo ni Yesu na Maria na Yosefu na padri wako na sijui na kina masista, unajua hiyo. Imani ya pili unakuja kuambiwa, huyo padri wenu kwa nini haoi? imeandikwa wapi asioe? uonyeshwe kwenye Biblia. so kama unaanza ku, kutekenywa akili yako uanze ku, kuuliza vitu ambavyo ni very logic. Kwa kifupi, kumbe nadanganywa kwa katoliki kukuchomekea chuki kidogo kidogo kidogo kuhusiana na Uislamu. Kumbuka wamekutoa kwenye Ukatoliki, wamekuingiza kwao, alafu wanaanza kukujaza chuki. Watoto wa mama, mama mdogo hao huja kwa nini? Wakristo, napenda kuwaita Waislamu wa ni watoto wa mama mdogo. Uislamu na Ukristo wote ni uzao wa Abraham si ndio? kutoka kwa wake zake wawili. Ukimtrace Yesu unakuta kwa, anatoka kwa mke mmoja ni, ni mtoto wae, wa Abraham kutoka kwa mke mmoja, ukimtrace Muhamadi hivo hivyo. Sasa nachotaka kukuambia nini hapa? Hizi imani tofauti kutoka kwa Wakatoliki njoo kwa hawa walokole wa, wa hawa wako ovyo, ovyo. Utaenda kwa Masanja na yake, utaenda kwa Mwamposa na yake, Gwajima na yake, Mwacha na yake. Ni dini zetu, walimwengu wa inakusaidia sana katika kutawala watu duniani. Usiruhusu hawa watu wawe na lugha na lugha moja ya kuelewana, ni hatari, uwezi kuwatawala. Sasa ongezea na hii watoto wa mama mdogo, walokole wanapenda kuwachokonoa Waislamu kuna kachuki. Ukiwa na elimu ndogo, huwezi kuelewa kinachopandwa, lakini ukiwa na big brain kama yangu, sasa kwa sababu nishajua siri za dunia, unajua kuna kachuki kadogo dogo kana, kanaingizwa, sawa? Eh, watu wanaofuatilia mitandao, sasa hivi duniani kuna wimbi la ukuaji wa Uislamu katika nchi za magharibi, Uingereza, Marekani, mkubwa sana. Waislamu wana take over vibaya mno, hiyo nitakuja kuikava baadaye. Yani wana take over kwa kasi na, wanafosi na sheria zao kabisa. Sasa ukiangalia kutoka kwenye Ukatoliki ukatekenywatekenywa ukaja walokole, walokole wanaanza kufundisha kachuki kidogo. Ukiachilia hii kitu ikue, wewe kama serikali pasipokuwa na msingi mzito wa kudisolve hii imani, kuna siku hawa watu watakuwa wanawindana na kuuana. Ndio maana ndani ya China dini iko chini ya serikali, kwamba we ni shehe Lazima tukuchague utoke katika chama cha CCP. Maana tunajua elimu yako yote ulisoma wereni, ukaja wapi ukaja wapi sasa umekuwa shehe. Kwa hiyo ushehe wako primary preaching mahubiri ya kimsingi ni nini? Umoja wa kitaifa. Alafu ndio huyo Mungu wenu. Mahubiri muhimu kabisa, umoja wa kitaifa, watu wagawane riziki kwa upendo. Ndugu zangu, dini yangu ya sasa ninalo iyo yamini, baada ya research yangu pana kabisa na kuwajua walimwengu ni hii hapa, kugawana riski kwa upendo. Hakuna dini nyingine zaidi ya hiyo katika dunia yetu. Popote unapowakuta wanadamu wamejazana, kilichowapeleka pale ni riski. Sasa hii riski isipotengenezewa sheria ikawa ni ya wote, bali ikawa ni ya kikundi kidogo cha watu watakaokuwa wanaikontrol hii riski na kuwagaia wengi, walio wengi kwa masharti yao hapo amani haiwezi kuwepo. Hichi ich, ndicho nimekuja kujifunza kwenye research ya vitu vingi navyo visomawe, wenyewe ni mashahidi. Natumiwaga mavitabu mengi sana mimi na marafiki wengi sana kwa mitandaoni, wenyewe ni mashahidi. Ndugu zangu, kama riziki haitatengenezewa misingi kwamba ni ya wote waifurahie, hiyo sehemu haiwezi kuwa na amani. Sasa hivi hakuna mchungaji wa kunisachi mfukoni kwangu kama zamani Wakatoliki maisha yangu yote hawakunifundisha utoaji kabisa. Unakwenda kanisani muda wa sadaka, utatoa chochote unachojisikia hawana ule msisitizo wa utoaji wa Katoliki. Kwa nini lile si kanisa tajiri, halijirani kwa sadaka. Nilipojisikia kwa, kwa kina Mwamposa, kwa kina Mwacha, kwa kina Gojima huku wataichokonoa hiyo akili yako, utatoa pesa utatoa utoi utatoa wewe yani hiyo akili yako itachezewa vibaya mpaka leo kip, kwenye kwenye phone book yangu ya majina nina majina ya ma wachungaji wa mtandaoni. Nilikuwa nawatumiaga fedha kwa sababu program za utoaji zimenikaa na beba, zege nimebeba kifusi nimepata elfu ishirini, elfu thelathini. Najua kwenye elfu thelathini elfu tatu sio yangu, inabidi nimtolee Bwana anibariki na anilinde. Hiyo program nayo wameshaichezea akili yangu mpaka recently, juzi tu nilikuwa natoaga, sio kwamba kanisani siendagi naendaga na nawapaga sadaka ile ndogo tu, kwa sababu umepoteza muda wako, umeandaa somo uliandaa na nini. Buku inakutosha, buku mbili tosha. Siku hizi mimi fungu langu la kumi huwa natoa kwa wenye matatizo. Unajua siku hizi kwa tunaoishi duniani, yaani ukiwa mtandaoni huko duniani, una scroll tu YouTube, YouTube au Instagram, unakutana na mtu hana viungo vya mwili, anakuomba hela ya kula kakuekea na namba yake ya, ya simu pale na achaje kumtumi, kumtumia huyo mtu wakati dini e, yangu ni kugawana riski. Hata kama alipigwa risasi ya miguu kisa alikuwa anaiba, ninajua kabisa alikuwa anaiba kwa sababu walimwengu wamemnyima riski, inabidi akaifosio riski sinta mjaji alipataje hiyo hayo matatizo. Mimi namtumia quick fast, nimepata laki, najua elfu kumi sio yangu namtumia wala sija isijali, nipata laki mbili elfu ishirini sio yangu. Wale wachungaji wangu walikuwa nawatumiaga elfu ishirini thelathini, hizo haziendagi tena, nimeshaokoka. Dini yangu mpya ni kugawana riziki. Kanisani nakwenda kwa sababu mahubiri ya kanisani ni moja njia kupata ya kupata elimu ya huku na kuhubiri na ya hichi nacho kihubiri hapa sasa hivi. Kwa hiyo serikali inabidi itengeneze mekanizimu ya kuhakikisha kunakuwa na mtaala wa kunyutralize power ya dini katika taifa letu la Tanzania. Inabidi unazi programu zile akili za watoto kwamba miaka mia moja hamsini nyuma Tanzania ilikuwa haina ukristo haina Uislamu, na watu waliishi kwa amani na upendo. Watu hawakuumizana eti kisa huyu ni mwislamu huyu ni Mkristo. Never, inatakiwa hicho. Huo mtaala utengenezwe, uingizwe kwenye somo la uraia watu waprogramiwe kupendana regardless dini zao. Dini zilikuja tu kama njia ya kumtawala mwanadamu, yani watu waambiwa ukweli kwamba dini ni mpango wa walimwengu kuwagawa watu na kuwatawala kirahisi. Inakuwaje vizuri hivyo. Lakini ukiacha mtu akuwe na ule ushenzi anaojazwa huko na mamposa, akijazwa huo ushenzi anaojazwa huko, mnajua hizo dini zenu, watu wataanza kutembea na mabastola wauwe wenzao wakidanganywa kwamba wataenda mbinguni, watu wanajazwa programu. Kama nilivyokwambia, programu ya utoaji mimi haikuwahi kunitoka kichwani, mpaka leo natembea nayo. Nikipata laki tatu najua elfu thelathini sio yangu. Sasa ile elfu thelathini tagawana na nani? Kwenye mitandao ya kijamii kuna watu kibao utakutana nao, baba na shida hela kula namtumia hatujuani, aina haja ya kujuana. Sisi sote ni binadamu, sisi sote ni wana wa Adamu, tugawane riski chini ya jua hili tuondoke tukatoa hesabu kwa Mungu. So my point is, serikali tafuteni mekanizmu ya kuingiza somo la upendo wa nchi regardless of the religion belief. Watu wanabakwa akili na imani za kishenzishenzi kuumizana. Nigeria, kinachoendelea script prepared by walimwengu, wagawanye, wagombanishe, tutachukua mali yao, wao waendelee kuuana tu tunafikiri walimwengu wajajaribu kuingiza huo ujinga pale China. Wafikiri China ajui? China walijitambua mapema sana ndugu zangu. Ujinga huko kwa jirani za wa China wa Indi. Wa Indi wamekalia kusema eti, wa China, ni atheist nation. Atheist nation. Atheist nation. Taifa lisilo mwamini Mungu. Huyo Mungu gani ambao wa Indi wanamwamini asiwape maendeleo kama wa China? Kuna vitu vingine lazima ujiulize maswali mepesi tu kwamba huyu Mungu wa Wahindi au Mungu wa watu wa Magharibi ni Mungu gani? Kuna hichi nimekiokota huko mtandaoni. Wazungu wenyewe kwenye wana, wana, wanazozana kuhusiana na ukuaji wa Uislamu huko kwao. Wa Wanasema Ukristo, mataifa ya Kikristo ndio ya kishenzi kuliko mataifa ya Kiislamu. Wakasema mataifa ya Kikristo ndio yalianzisha World War 1 and World War 2. Vita zote za, za dunia zilianzishwa na mataifa ya Kikristo na sio ya Kiislamu. Umalaya huko kwenye mataifa ya Kikristo, ulevi huko kwenye mataifa ya Kikristo, uasherati LGBTQ kwenye Ukristo, vipi u, u, useme Uislamu ni mbaya? Ni hoja za wazungu wanavyoshindana huko mitandaoni, nimeiokota hiyo. so, the bottom line is, kwa sisi Watanzania tumezungukwa na hivyo vikundi. Kiangalia Somalia, sio mbali, Mzambiki sio mbali. Kwa hiyo kuingia nchini kwetu hivi vitu ni rahisi. Tunajandaje somo la upendo kwa taifa letu liingizwe kwa watoto kuanzia tena huku darasa la sita, huku la sita watu washaanza kujitambua, la sita mpaka form 4. Pale una programu watoto, kwamba Ukristo, Uislamu sijuu nini, ulikuja ukatukuta sisi tuna taratibu za kugawana riziki. Hawa watu wamekuja kutugawa, tugombane, wachukue riziki yetu, period. so, don't take those extreme faith and implement Ukidanganywa utaenda mbinguni. Njia ya kwenda mbinguni ni moja tu, gawana riziki na mwenzako kwa upendo. Hiyo ndio dini ya kweli, hakuna nyingine. Yani kabebe zege nikuletee hela wewe Mwamposa au Mwacha uniambie ubarikiwe na Bwana utaenda mbinguni really? sio nimsaidie mwenzangu ambaye hana uwezo wa kui... kubeba zege kama mimi nakupata hiyo ah, nichukue yote nikuletee wewe changia, changia Injili. Ah, hizo nimezitoa changia injili ya Bwana juzi, ah, tu wiki haijapita, nilikuwa napitapita barabarani kakutana na mama ameshika daftari chake anachangisha mchango wa kujenga kanisa. Nilimwambia mimi huwa na mchango nitakao ulipia mimi ni mchango wa elimu. Nikisikia kuna sehemu kinajengwa chuo shule, hiyo mimi nitatoa. Kuna vitu mishajapisa, sintavichangia katika maisha yangu, tangia nipate elimu nilionayo. Sintachangia mtu ambaye anaoa, yani unataka kusujui harusi ar nini usinishirikishe kitu kinachoitwa harusi mimi usinishirikishe mimi labda sijui mchango wa kusafirisha maiti hizo wachaga wa tunazo sana mimi nikifa zika hapo hapo funikia hapo hapo nilipofia the end of the story unajua mimi na digest sana story nyingi za vita kwao nikiona jinsi wanajeshi wanavyokufa vitani nakosa kuthamini mwili wangu naona kama mwili wangu it's useless kwa nini usafirishe mtu amekufa peleka sijui wapi huko heshima e, heshima gani ngoja nikufundishe kitu Ukiona jambo ambalo walimwengu wanakusherekea sana unavyolitimiza au unavoli, unavyolifanya ujue, hilo jambo halina faida kwako. Ukizaliwa watu wanashangilia sana eh? Alafu wewe unalia. Kwa hiyo wale watu wanaoshangilia kuzaliwa kwako ni wanafiki, kwa sababu wanafurahia unaingia matatizoni. Ukioa watu wanafurahia eh? Wale watu ni wanafiki, kwa sababu unaingia matatizoni pia. Ndoa has never been good bana, eh? Mi naishi na marafiki zangu wanavyoteseka na ndoa yao, it doesn't mean sitaoa, nitaoa lakini mimi nataka zile traditional laws, usiniletee mambo ya love love love love, love never never exist, there is nothing called love, love is delusion, tuende kwenye rules and laws za wazee wetu walivyokuwa wanaishi mpaka wakazeeka, hakuna cha ma divorce na nini. Hayo maswala ya kusafirisha maiti, sijui kuchangia harusi no. M mimi nikisikia swala la elimu utanisachi mpaka hata elango ya kula elimu, mimi lazima nitachangia kwa sababu naishi na watu hawana elimu kabisa ku najua walivyo they, how easily are they to be manipulated. Pia naishi na watu wameenda shule lakini they are so delusional. Pia kuyo, I'm kind of like bora uchangie elimu kuliko kuchangia sijui harusi maiti hivyo, Watanzania, kilichotokea Nigeria ni matokeo ya nchi kukosa umoja wa kitaifa kwa kuhubiri upendo baina yao na kuacha dini zihubiri upendo. Kumbe dini zinahubiri migawanyiko, chuki na kuuana. Tujiandae Watanzania. Kuna Watanzania wenye akili wenye ufahamu, waangalie ni na namna gani tunatengeneza ka subtopic kanaingizwa kuanzia darasa la sita mpaka form four in between hapo kwa programu watoto kwamba hakuna dini itakayompeleka mbinguni, bali kugawana riziki kwa upendo ndio njia ya kukupeleka mbinguni, na usimdhuru ndugu yako kisa dini imekwambia. Hiyo dini haijatoka kwa Mungu. Hakuna Mungu wa kutugawa na kutugombanisha. Dini ni mipango ya binadamu kutugawa na kututawala kirahisi. Watanzania tuelimike, tusiwe wasomi.